Wakati kama ilivyo ada jaza mpira ule anapita nayo pressures. Elizabeth, wow! ni mkwaju wa penalti, mwamuzi ameonyesha bila kukawia, amu ya bao ambalo walilipata JKT Queens. Hii pressure ambayo walizua Simba Queens imekwenda kuleta shida. Jentrix Shikangwa, milimo anatafuta bao la 20. Jentrix anaifanya Simba kuleva scoreboard. Alifunga bao katika ile sare ya moja moja, anafunga tena leo, wakati mchezo ukiendelea, bao kisoma moja moja na anatafakari, hapana shaka tatizo lilianzia hapa, ulinzi ulizidi sana kwa JKT. Amepotezwa mazima Najat, mabao 20 tayari anafikisha Jentrix. Elizabeth Kipa ametoka, Elizabeth Jaza kosile lakini anapishana nayo Simba Queens. Asha Jafari Juma anatumbukiza krosi ile, cheza mpira kamba bola pili. Simba Queens, yule yule Jentrix Shikangwa, milimu anawapa salamu ya sarut. Cheki Queens amra mbele ya Jentrix Shikangwa, wakati huu alikoswa hapo, akirudi kujipanga, lakini bado muda haukutosha. Asha Jafari Juma akaujaza mpira ule, Jentrix akautokea, ni gol pocha. Real striker. Hajai kuwa na masihara anapoipata fursa. For scoreboard. Uiakoboo la viwango vyenye hadhi ya ligi kuu ya kandanda kwa wanawake. Donesia Daniel Minja alipoona wamemjeruhi, aliuhifadhi ubaya moyoni, akajua ni wapi atawaumiza. Aliunganisha pasi ile kutoka kwa Stumaye Dalatman na Winifrida Seda Oko alikuwa ni shuhuda tu wa mpira ukiingia kambani. Mabao ni mawili kwa mawili, ni yule yule Donesia Daniel Minja. Chance brazil Mpira ni mali ya JKT Queens, imeingizwa na imeingia ile, anaweka pasi ile. Stumai, nafasi kwa Mnunduka, chuma ya tatu. Anawakumbusha ni usiku wa Mbukali, bado hakuja kucha. ni furaha iliyoje kwa JKT Queens. Makocha wako hapa anatazama boli ili Mai Abdalla hatari yake iko hapo. What a pass. Mbele ya Violet Nicholas. Mbele ya Ruti Mukaluko Engosi. Anatokea Jamila Rajabu Mnunduka. Anaipa bola tatu JKT Queens. Anaambia tulieni kama maji baharini. Tulia tama shujaa. Jentrix. Asha Jafari Juma ameweka kwenye njia Simba kini piga ni kupiga Simba Queens. Vivian Corazon akina Odiambo anaoleta kwenye uhai Simba Queens na natawala kati, lakini pia nimo juu katika mguu wake wa nguvu. mpira ulikaa kwenye njia na hakuwa naiana ni kuna namna mabao yamefanana, lililotoka kufungwa na hili pasi ambayo inapenyezwa walinzi, mkiwa hamna hili wala lile, inakutana na mfungaji. Yes, haya tumbukiza cross ile kasilecheza, mpira wanaandika bao la Simba Queens, hat-trick, Jentrix Shikangwa Milimu anapata hat-trick ya nne msimu huu, nyuma ya Stumai mwenye hat-trick tano. Aliurusha mpira akatembea nayo Elizabeth akaijaza ile, from nowhere Jentrix Shikangwa Milimu, mbele ya Anastazia Anton Katunzi, kando ya Naat Edris Abbas, anachanua mikono yake, ishara ya bao. Ndege anayepepea Simba jike na nguruma kwenye msitu wa JKT. <laughs>